Kwa wengine, nimekuja hapa, jambo la kwanza kuendelea kuwaomba msamaha sana, kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea. Lakini jambo la pili, nimekuja hapa kuwaeleza kwamba kabla wiki hii haijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi angalau mapya machache yatakayoingia, wakati tunatafuta suluhu ya kudumu ya mabasi katika njia hii. Baada ya kuona ninyi abiria mmekwisha toa ushauri wa kutosha, kilichofanyika ni kwamba huyu anayetoa huduma sasa hivi, sasa tunamtoa kwenye barabara hii na tunaingiza, tunamwondoa kwenye barabara hii na tunamwingiza mtoa huduma mpya ambaye, hivi ninavyozungumza muda huu, mabasi zaidi ya mia mbili yameshapakiwa ili kuja katika barabara hii, hivi ninavyozungumza hivi ninavyozungumza hivi ninavyozungumza, kuna mabasi zaidi ya mia moja na hamsini ambayo yamekwisha fika kwenye njia ya Mbagala na mabasi mengine mapya yatakuja kwenye njia hii. Kwa hiyo wiki hii, kabla hata wiki hili haijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi mapya machache, ili aweze kufanya kazi kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu, kwa mtu yeyote mwenye swali anataka kujua aniulize mimi mkuu wa mkoa ili apate majawabu muda huu, kwa mwenye swali yoyote. Maana hata ukikimbia kule, hata ukitukana serikali, hata ukasema tuitaki sisi CCM, nimeona kwenye klipu, haisaidii. Mwisho tunahitaji mabasi. Kwa hiyo nyinyi wananchi, mkiwa na asira, mwisho wa siku mtahitaji mabasi na mabasi yakija lazima mpande mm -hmm. Kwayo tunahitaji busara yako wewe, busara ya serikali, ili mambo yote yaweze kutatulika. Nimewaambia wale wasipakie kwanza mtu, ili mnisikilize kwa muda mfupi, alafu ndipo muendelee. Yeah, je, kuna mtu ana swali? Mimi nauliza kabla hizo basi pia hazijaja ya ya ka kwa nini njia hii ya Morogoro Road usingekata dada za kawaida zikawa zinapita nasubiri usafiri mpya mwendo kasi langu. Jamaa wangu anauliza kwamba kwa nini tusiweke mabasi ya kawaida. Nisikiliza kidogo, barabara hii ni barabara ya mwendo kasi, utaratibu wa mabasi huko tofauti. Mkiangalia milango ya basi za kawaida hazipo upande huu, zipo upande huu. Tunaweza tukajikuta tumeleta ajali kubwa kuliko kutatua matatizo kwa Watanzania. Na ndio maana nimewaambia, nimewapa taarifa kwamba ile njia ya mbadala tulikuwa tunasubiri mabasi ambayo yote yamefika, mabasi mia moja na hamsini na moja. Na njia hii nimewapa taarifa kwamba mabasi zaidi ya mia mbili yanakuja na haya leti tena na watu wanaotoa huduma muda huu, tumechukua kampuni nyingine tofauti ili waweze kutoa huduma kwenye barabara hii. Sasa, ndugu zangu wa Tanzania, kila jambo huwa na changamoto zake. Tukipata changamoto na tukawaambia, ndugu zanguni, mtuwie radhi, mvumilie kidogo. Ninyi mkiwa na hasira, hatujengi nchi moja, lazima tujenge nchi moja. Aya, mwenye swali mwingine aje. Mimi oh, sio swali, mimi ni ushauri, ushauri ambao na inaoutoa. Na tumsikilize mwenzetu anatoa ushauri, ushauri ambao inaoutoa kwa sababu daladala zina leseni, ziruhusiwe kwenda posta au gerezani kwa kupitia njia ile. Si shida tu ni hiyo tu ya usafiri, daladala ziruhusiwe kwenda. Njia ile kule Jamani, anachosema mwenzetu kwamba sio kuingia kwenye mwendo kasi, bali daladala za kawaida ziruhusiwe zipite kule, ziende mpaka gerezani, si ndio? Hilo mnalo shauri hilo, mnalo shauri. Naomba niondoke nalo haraka nikalifanyie kazi asubuhi hii. Naondoka nalo hilo, nafanyia kazi asubuhi hii. Mlisikiliza vizuri? Mlisikiliza vizuri, ndugu zangu. Msipende niwe mkuu wa mkoa wa siasa wa kuitikia kila kitu hapa, siko hivyo. Mnafahamu kwamba kuna ratiba lazima nikae nao, mnafahamu kwamba kuna taratibu na sheria lazima nikae nazo. Siwezi mkuu wa mkoa ghafla nikasema nimepokea ushauri muda huu, basi aanza kuingia barabarani. Siko hivyo, sio mtu wa siasa, wa siasa ndogo ndogo. Lazima nilichukua muda huu, na kabla sijaingia ofisini, niende nikatatue muda huu huu huu asubuhi ili baada ya hapo hata kabla mchana niwe na majawabu kuhusu jambo walilouliza. wa, wa, wa, wa Tanzania mwingine mwingine alienjo ndugu wow, wow, zangu mnielewe, hata mkiongea sana mnahitaji kuelewa Mkoa wa... hapa, hata ukileta siasa haitibu. Mimi naomba ni hadi leo toa ifanyiwe kazi. Sababu hadi ishatolewa sana, bwana. Mimi naomba tu serikali kazi yake mimi miundombinu na sera iwachie wagizaji wengine wafanye kazi, ushachoka. Ninaomba nimtetee tu, hmm, hii hadi moja. Naomba itekelezwe oa baitekelezwe sana ndugu zangu. Jamani naomba mnielewe sasa. Sasa nawaruhusu ili muende na yale mabasi sasa, mkapande haya mabasi ndugu zangu. <laughs> Ayajon mniulize, jon mniulize. Jon mniulize kwa sababu hata mkiwa nayanakujaaba mabasi yanakuja, nia ia kwaio nadhani mmenielewa si ndio? Braha sikiliza kwanza, sikiliza kwanza, hata mimi nimeacha usingizi kuja kukusikiliza wewe. Hata ukisema aa, lazima tuelewane. Wala sio jambo la wala sio jambo la siasa, yani hapa lazima nitibu tatizo la kwako wewe, na wewe lazima unisikilize mimi, wala sio kwamba wewe ndio lazima usikilizwe, lazima tusikilizane. Mimi nikiongea nikinyamaza, na wewe unaongea, tukisichukua mambo yako, ndio inakuwa namna ya kutatua matatizo tulionayo. Sasa nadhani mmenielewa, si ndio? Jamani mmenielewa, si ndio? Njoo. Mimi kama mwakilishi wa wanafunzi tulikuwa tunaomba tuwekee mabasi yetu ili tuweze kufika shule na tuweze kurudi kufika shule, sababu tuna changamoto, hawaleti mabasi ya wanafunzi, na wakileta ni moja wao, huwa tunachelewa kufika shule na tunapata adhabu, na pia muda wa kurudi tunachelewa kufika nyumbani, hivyo tunapata changamoto mbaya mbaya za baadaye. Asante sana. Nimeelewa haya sasa na ruhusu sasa yale mabasi yaanze kuja sasa. Sasa mabasi ndio yanaanza kuja sasa.